Kinyume cha imani sio kutokuamini. Kinyume cha imani ni hofu na mashaka. Maandiko matakatifu yameweka kumbukumbu za kutosha za namna ambavyo watu walipoona mashaka na hofu mahali ambapo walipaswa kumwamini Mungu, maisha yao yalienda katika catastrophic failure, anguko kubwa. Na wengine tuliwapoteza kabisa kwa safari ya imani. Katika somo la leo tutajifunza jinsi ya kushinda roho ya panzi kwa muombaji. Wako watu wengi wanaomba, lakini wengine hata baada ya kuomba hayo maombi unakuta yamewavunja vunja na nguvu, wamezidi kuwa dhaifu kuliko hata walipoomba. Uh, tunajitaka kujifunza How to overcome spiritual inferiority complex. Maandiko matakatifu yanatupa visa vingi ya watu ambao walishinda hii roho ya inferiority complex, lakini hebu tuangalie kwa ufupi sana kitabu cha Hesabu 13:33 kisha huko tuliwaona Wanefili wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefili, tulijiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona. Hii ni stori ya wale wapelelezi kumi na mbili waliotumwa Misri, amini, walitumwa kwenye ile nchi ya ahadi. Wakapeleleze uh, wawili Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni wakaleta habari njema, lakini wako watu kumi ambao walileta habari hii ya fungu tu ulisoma, ambayo ilipelekea kuambukiza hofu. Unajua zamani wale watu ambao wanatiatia hofu hawakuruhusiwa hata kwenda kwenda vitani. Yaani kuna unaona wao wanapenda kutetia hofu watu sana. Yaani una maneno ya imani ulikuwa uruhusi kwenda hata vitani. Kwa sababu ndio maana shetani akimpata mtu ambaye ana utaalamu wa kutosha wa kuatia watu hofu kwenye nyumba za Mungu na mashaka na wasiwasi. Yule mtu atampenda sana, atamtumia sana. Sasa wanasema hawa watu walipowaona Wanefili, na mashaka kwa sababu wale wanefiri kwa mujibu wa Biblia walikuwepo kabla ya anguko linaitwa nini? Kabla ya garika. Na waliangamizwa wote kwenye garika. Watu wenye tabia ya kutia watu hofu ni watu ambao wana tabia kukuza vitu ambavyo hata havipo. Kitu cha kwanza, anasema walipoona wa manefiri. Wanefiri walikuwa washaangamia. Inawezekana alikuwa ni watu tu ambao ni wakubwa, lakini si wale manefiri. Lakini wakawapa majina makubwa ya kutisha ili ujumbe utakapofikia wale wana wa Israeli waogope na kutetemeka. Shetani ana tabia ya kukuza matatizo. Ibada zote zinazomkuza shetani ni ibada zinazokuza matatizo na kumwafifisha Mungu. Hata kitu kidogo tu cha kawaida kitakuzwa kitu likubwa lenye kuleta taharuki, watu washike vichwa, wakina mama waliye watu waogope, waone Mungu ameshindwa wa alafu shetani ana nguvu. Na hiki ndicho ambacho anakitafuta akifanya hivyo, hiyo ibada hilo eneo limefaulu kweli. Mtu atakwambia kanisa hili ni shetani mtupu, kanisa hili wote ni wazinzi, kanisa hili watu wote ni waongo wachonganishi, hawafai. Hata kama ni mtu mmoja ndo anawaambukiza uchonganishi na uongo na ana historia ya uzinzi, anataka kuchafua picha ya uwezo wa Mungu mahali ambapo ni pa ibada sasa pamoja na kukuza mambo, maandiko anasema tukajiona nafsi zetu kama mapanzi, yaani walipojiangalia wenyewe wakajiona kama mapanzi. Kwa kumbe shida sio wale manefiri, shida ni hawa wapelelezi hawa watu wa Mungu, wanapofikia hatua kujiona kuwa ni panzi, kuwa ni kadude kadogo kasiko na thamani mbele ya changamoto kadude kadogo kasiko na thamani mbele ya majini, kadude kadogo kasiko na thamani mbele ya kazi za adui na mawakala wake, mbele ya watu ambao wanategemea nguvu za giza, watu wanategemea mambo ya ajabu ajabu. Tabia hiyo, ukifikia hatua hiyo, umemtoa Mungu kabisa kwenye question ya maisha yako. Ndio maana Yesu akasema, atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataikuta imani? Alikuwa anamaanisha hivi, imani chanzo chake ni kusikia, kusikia na kusikia uja kwa neno la Mungu atawakuta watu ambao wameichukulia serious neno la Mungu, kama yeye alipokuwa duniani akalichukulia serious neno la Mungu la kumbukumbu kumbu la Torati, ya kwamba mtu ataishi kwa neno, kwa mkate tu bali kwa neno tokalo kwa Mungu. Akashinda majaribu makali ambayo mwanadamu wa kawaida asingeweza kushinda kwa kupitia neno. Watakuwepo watu wa namna hiyo. Roho ya panzi ni nini? Ni tabia ya kukuza kazi za ibilisi vitisho matatizo yaliyo ndani yani tunamkuza ndani yetu haya matatizo na kazi zake na kumfanya Mungu na nguvu zake kuwa kitu kidogo kuliko adui na nguvu zake chafu hawa wapelelezi kumi wanawakilisha kundi kubwa la wacha Mungu wa siku za mwisho ambao wamepeleleza urithi wao na haki zao katika Kristo, na wengine wamepata na fursa ya kuzionja kabisa baadhi ya haki na, na, na, na baraka ambazo Mungu amewaandalia, lakini kwa kutokuamini kwao wamemfanya wamuone shetani, amewafanya wamuone yeye kuwa ni mkubwa kuliko huyu adui na kazi zake na kila jambo la Mungu limefanywa kuonekana ni gumu, kwanza halitekelezeki, haliwezekani. Alafu ya shetani yameonekana kuwa ni marahisi na yanafanyika. Na kwa upotofu huo mawakala hawa watazunguka mitandaoni, na kuna wengine ambao wanasema hawa ni converted ni watu ambao wamegeuzwa, wanatumika bila kujua, wakikuza kazi za ibilisi kwenye mimbari na kumwafifisha Mungu. Kwa hiyo katika somo la leo, nataka tujue ya kwamba lazima tushinde hii roho ya kujiona panzi na tushinde maambukizi yote ya kiroho ambayo tumeambukizwa na virusi vya ibilisi vya kutufanya tumwone huyu jamaa anatisha na ni wa hatari halafu huyu Mungu wetu tukamwona ni wa kawaida tu. Kwanza vitu vyake ni nadharia, havina uhalisia. kuna hali tunazitaka, kuna maisha tunayataka, kuna viwango vya juu ambavyo tunavitaka kuona Mungu anatupeleka, kuna baraka tunaziona ni za kwetu kabisa, ila tutaishia kuziona kabisa hivi tu tena wakati mwingine bila hata kuzigusa, kama tutamtoa Mungu katikati yetu, sisi na ahadi zake, yani ahadi za Mungu hizo hapa, sisi tuko hapa hapa katikati, tukamtoa Mungu mwezeshaji wa kuzi activate hizi ahadi hizo halisi kwenye maisha yetu. Kwanza kwambie ahadi nyingi tulizoahidiwa kwenye Biblia ni za hapa duniani. Ukifika mbinguni, hizi ndio zitakuwa zimesha expire. Lazima uanze kuzidai ukiwa uko hai lazima uanze kuzitaka sasa katikati yako wewe na hizi na, na ahadi. Kuna watu wameweka mashaka, hofu, haiwezekani, ni nadharia, ni maandishi tu ya watu wa Giriki na Waarabu na wa, wa, wa, watu wa Mashariki ya Kati Wazungu hata kutapeli na kuna watu wanaamua kumjaza Mungu katikati kati yao na ahadi za Mungu na mambo makubwa ya Mungu yanatokea kwenye maisha yao kosa kubwa ilopelekea wana wa Israeli kuishia njiani kwenye safari yao na wengine waliposikiza hawa jamaa kumi aa, wa matapeli wa kiroho wakaishia safari yao pale pale wakafia milimani. Ni Zaburi sabini na nane mstari wa arobaini na moja anasema, wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Walimwekea mipaka Mungu mwenye uweza wote na nguvu zote, wakaweka mpaka katikati yao na Mungu. Kama kuna kosa baya ambalo utalifanya kama kuna kosa baya ambalo umeamua kusikiliza watu ambao wamemwekea mpaka Mungu na uwezo wake kwenye maisha yako, na unaishi maisha duni ya chini ya kipanzi, umeonekana kuwa mnyonge, umeishi maisha kujifinya sana, kwa sababu uliposikia watu waliomwekea mpaka Mungu juu ya ahadi zake kwenye maisha yako, wewe uliwasikiliza ukawapenda na ukaona wako sahihi afu ya Mungu yakakoswa maana kwenye maisha yako. Katika kitabu kinaitwa Patriarchs and Prophets ukurasa wa mia tatu themanina nane anasema akizungumzia hawa mabwana hawa, in their unbelief they limited the power of God and distrust, distrusted The hand that had safely guided them. Kwa kutokuamini kwao waliweka mipaka nguvu za Mungu, na wakaacha kuuamini mkono wa Mungu ambao waliwaongoza mpaka hapo walipofikia. Hii ndio kosa ambalo linawatafuna watu wa Mungu wengi wa siku za mwisho. Sema hapa, Mungu hawezi kuna watu wanaamini daktari anaweza kuliko Mungu. Yaani wanavyoamini wa mtu asiamini Mungu na mtu wa Mungu anaamini. Lengo la somo ya leo ni kukukumbusha kwamba Mungu wako anaweza. Mungu wako ana nguvu. Mungu wako bado anabariki. Mungu wako bado anainua walioanguka. Mungu wako bado anabariki waliolaaniwa kwa jina la Yesu. Kitabu au dodoso linaloitwa General Conference Bulletin Volume 5 la tarehe 30 mwezi wa 3 elfu moja mia tisa na tano ukurasa wa 8.5, anasema it is, it is right that human beings should be considered as grasshoppers when compared with the Lord God of Israel. Manake, ni sahihi kabisa mwanadamu kujiona panzi anapojilinganisha na Mungu. But it, is, it, but it showed a lack of faith for the spies to speak of Israelites thus in comparison with the people they, has, they had seen in Canaan. Anasema ilionyesha uhaba wa imani kwa wapelelezi wa Israeli kujilinganisha au kuwalinganisha Israeli na wale watu walioona kule kama ambavyo na kuwafananisha na panzi. Kwa hiyo utagundua ni sahihi kabisa. Mwanadamu mbele za Mungu ni kama panzi, ana thamani ni mtu mdhaifu. Lakini mwanadamu mbele ya mwanadamu mwenzake, mwanadamu anayemwamini Mungu mbele ya mwanadamu mwenzake si panzi. Yule ambaye hamwamini Mungu ndio panzi mbele ya mwanadamu ambaye anamwamini Mungu. Changamoto ambayo inaonekana kuwa ni mlima mkubwa kwenye maisha ya mwanadamu inageuka kuwa panzi italinganishwa na mwanadamu ambaye anamwamini Mungu. Niseme nini basi? Mara zote mambo ya kiroho yanapopewa nafasi ya pili, second chance, unapoyapa nafasi ya pili mambo ya kiroho, uhalisia wa nguvu za Mungu kwa huyo mtu unatoweka. Mungu kwako anabaki kuwa nadharia. Ujasiri wa kiroho unapotea kabisa. Wakati wowote utakapofikia hatua mambo ya kiroho, mambo ya Mungu ukayapa nafasi ya pili, ndio siku ambapo mkono wa Mungu na nguvu zake ulikata kwenye maisha yako. Na, na, na, na, na shetani ni mbaya sana, amewafanya watu wakate wa, wa, wa tamaa na nguvu za Mungu lakini amewabakiza kanisani kwa humu ndani, wamebaki kama mazombi ambao wanaamini wana Mungu ambaye kimsingi hawamtaki na hawana. Alafu baba wa ulimwengu huu anawachezea kama anavyotaka, kama anavyotaka. Kuna kauli ambazo zitapotea kabisa kwa mtu ambaye amempa Mungu nafasi ya pili na mambo ya kiroho nafasi ya pili, ataziona kama ni nadharia tu na ataona aibu kuzitamka. Moja ya kauli hizo ni Waefeso nne mstari wa kumi na tatu inayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Huwezi kusema hivi vitu kama mambo ya kiroho umeapa sehemu ya pili, huwezi kujitamkia hivi vitu. Kauli ya pili aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye katika dunia waraka wa kwanza wa Yohana 4:4 huwezi kusema haya mambo kwa hiyo tunataka Mungu atutoe kwenye kuyapa mambo ya kiroho sehemu ya pili aturudishe kwenye mambo ya kiroho kuyapa nafasi ya kwanza ili tupate uhalali wa kujitangazia na kujitamkia kauli zenye nguvu za kiroho zibadilishazo maisha wakati ukweli mkubwa wa Biblia unapochukuliwa kama doctrine au mafundisho tu ya kidini na si uhalisia, maoni ya wanadamu yanapoheshimiwa zaidi ya neno la Mungu, matokeo yake ni inferiority complex in spiritual realm. Unaanza kuwa mnyonge na duni na dhaifu katika ulimwengu wa roho, na lengo la Mungu upate kuwa na superiority complex Over satanic activities anyway, uwe superior juu ya kila shughuli zote za kiadui. Anasema nimewapa mamlaka, kanyaga nge nyoka na kila kazi za adui. Tazama nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Tazama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipe, ya kale yamepita, tazama yamekuwa ni mapya. Na alimwona shetani akianguka kama umeme mbele ya watu ambao wameamua kusimama na Mungu na kuyapa mambo ya kiroho first priority, kipao mbele, namba moja. Dawa yake ni nini? Sasa tufanye nini? Basi, jambo la kwanza, rudi katika neno, rudi katika neno la Mungu, kiri ahadi za Mungu bila kukata tamaa, bila kukata tamaa. Imekupasa kumtii Mungu wakati wote wala usikate tamaa. Kitabu cha Warumi kumi kumi anasema, kwa maana moyo wa mtu kwa maana kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Ili utoke kwenye hali ya unyonge na uchovu kiroho, maombi unayoomba yaweze kuleta maana kili neno la Mungu kwa kiasi cha kutosha mpaka upate wokovu. Wewe nikwambie, mpaka tabia ya hofu na mashaka imetengenezeka kwenye maisha yako imechukua miaka ya kutosha. Kwa hiyo, ili tabia ya imani itengenezeke kwenye maisha yako, lazima utamke maneno ya imani mara mia na kuendelea ya kutosha, ili saikolojia ya ubongo wako ipate kufanyiwa marekebisho. Sasa na Warumi kumi na mbili mbili kwamba That you be transformed by the renewing of your mind, unabadilishwa kwa kufanywa upya akili zako. Lakini jambo la pili, tofautisha kati ya imani katika neno na imani ya kuona. Ili uweze kukua katika viwango hivi ambavyo Mungu anataka tufikie, lazima uweze kutofautisha kati ya imani katika neno la Mungu na imani inayotegemea kuona. Mifumo ya fahamu, yani mifumo ya fahamu, ikisema, ya fahamu ikisema ikijidhihirisha, ndio unaamini. Macho yakiona unasema hii ndio yenyewe. Ukihisi kitu fulani hivi kwamba nilikuwa na uchungu za huko, hii ndio naamini. Hiyo si imani, hiyo si imani, hiyo si imani, hiyo si imani. Warumi kumi kumi na saba, imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Jenga imani katika neno la Kristo. Kundi kubwa la watu limedanganywa kwa imani potofu za kutegemea mifumo ya fahamu badala ya neno la Mungu. Ndio maana nikisema jambo, unasema hiyo ni nadharia, kwa sababu ili kwako liweze kuwa jambo la imani ni mpaka mfumo wako wa fahamu ukupe taarifa kwamba ni sahihi. Wanatakiwa kuamini neno la Mungu bila kujali ushahidi wa mifumo yetu ya fahamu. Unasemaje? Our evidence is not senses. This is sense zipo kwa ajili ya mambo ya kimwili. Ushahidi wetu ni hivi ndivyo wasemavyo Bwana. Nikupe mfano, mtu anasema ninaamini, nina nimepokea kwa sababu sisiki, kwa sababu saa hivi sisikii maumivu. Labda ulikuwa umepata maumivu ya ndani, una maumivu makali kwenye tumbo. Je, unaamini ya kwamba umepona? Naamini, na na nimepona kwa sababu si feel, I'm not feeling pain in my stomach. Sisikii si, si, si maumivu kwenye tumbo langu. The evidence of faith, ushahidi wa imani sio kujisikia, sio kuona, sio kwamba kugusa. Ushahidi wa imani ni hivi ndivyo asemavyo Bwana. Sema, sema hivi bana Ninaamini kwa sababu neno linasema, kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Kwao ninaamini nimepona, yeah. Ama maumivu yenyewe yaendelee kuwepo tu, mi sina time nayo, ila naamini nimepona. Ikitokea vindication, udhihirisho wa uponyaji kwenye maisha yako, kwako ni kuendelea tu kushukuru. Maana haujapona, hau, ha, kwa sababu maumivu yamekoma, umepona kwa sababu neno la Mungu limesema Faith is not seeing, feeling, or touching. Imani ni katika neno na hiki ndicho ambacho kitakosekana kwa watu wa Mungu wa siku za mwisho. Atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataikuta imani? Hakusema atakuta tuenda kanisani. Watu wataendelea kuja kanisani, lakini wanaoamini neno la Mungu kwamba ndio lina uwezo wa kubadilisha maisha yao na mabadiliko yote umeshaona ni matokeo ya neno na neno hilo wakalishikilia, mpaka itakapokuwa, hata kama ni miaka elfu moja. Hawa watu ndio ambao Yesu anawatafuta kuwakuta katika siku za mwisho. Ili ukuwe kiroho, ili maombi yako yapate kukusaidia, jitahidi uwe na ushahidi wa neno la Mungu. Hivi ndivyo asemavyo Bwana, kwa kila kitu unachomuomba Mungu amini unacho, sio kwa sababu kimeonekana, unakigusa, unakihisi, unavyo kwa sababu neno la Mungu limesema unavyo. Kalebu mwana wa Yefune, Yoshua mwana wa Nuni, waliamini wanao ushindi wa kumiliki nchi ya ahadi si kwa sababu wameshamiliki na kuingia na kuyakamata wale madudu majamaa matata. Waliamini kwa sababu ya neno la Mungu limesema, nitawapa nchi ya ahadi. Ndio maana Kalebu akiwa na miaka arobaini, siku hiyo ilimchukua miaka mingine arobaini mpaka anaposesi ile nchi ya ahadi na alipofika akamwambia katika nchi hadi naomba ule mlima ule mkuu ambao yale majamaa yanakaa na utaka ule kwa sababu Mungu wangu ameshanipa hii nchi. Neno limesema si kwa sababu majamaa yapo hata kama yakepo. Neno limesema imani katika neno itakufanya kuwa mtu Mkristo wa maana. Imani katika neno kuna wakati watu hawata uelewa. Acha wa wasikuelewe, endelea kumwelewa Mungu na neno lake. Bwana akubariki sana kwa jina la Yesu.